Kwa nini kijana unapaswa kujifunza udereva leo? Jiulize, kwa nini matajiri wanafundisha watoto wao wajifunze udereva? Nitaenda nikupe sababu kwa nini kijana unapaswa ujifunze udereva leo. Sababu namba moja ni ujuzi wa maisha. Kwa kizungu unaweza ukasema hii ni life skill. Hata kama huna ajira rasmi, kujua kuendesha ni msaada mkubwa kwa maisha binafsi. Mfano, kuna dharura huwa zinatokea, zinahitaji dereva. Sababu namba mbili ni ujuzi usiozeeka. Ukishajifunza udereva hautasahau kirahisi na unaweza kuutumia ujuzi huu hata ukiwa mzee au uzeeni. Sababu namba tatu ni fursa za ajira. Sekta ya usafirishaji ni sekta ambayo inakuwa kwa kasi nchini Tanzania. Mfano unaweza ukawa bodaboda ukawa dereva bajaji, lakini pia magari ya abiria au malori, au ukapata fursa kuwa boat driver au Uber. Na sababu ya mwisho, udereva inaweza ikawa njia ya kuingia katika ajira nyingine. Mfano unaweza ukaingia zimamoto, uhamiaji, TANAPA na kadhalika, kwa hiyo kujua kuendesha inaweza ikawa njia ya kuingia kwenye ajira nyingine muhimu, uwe na leseni inayotakiwa.